Yes, kwa wale mashabiki wa rap au mashabiki wa muziki wa rap kutokea kule nchini Marekani lakini pia sio Marekani tu, kuna baadhi ya watu ambao pia wako katika mataifa tofauti tofauti, and then walikuwa wanamfuatilia eh, mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Young Boy, mmoja kati ya wana muziki ambao alikuwa anafanya poa sana katika swala so zima la muziki wa rap. Ikumbukwe kwamba mshikaji pia alikuwa amehukumiwa kesi na then and kuweza kufungwa na kifungo chake kilikuwa ni cha takriban kama miaka miwili hivi cha kuweza kutumikia jela. Sasa msanii wa muziki wa rap kutokea huko Louisiana nchini nchini Marekani, Young boy ambaye pia aliweza kuhukumiwa kifungo cha chini ya miaka miwili gerezani kwa makosa ambayo pia yanahusiana na silaha ameweza kusamehewa na rais wa Marekani, nikimaanisha Donald Trump, ambapo siku ya Jumatano ndio msamaha huu uliweza eh, uliweza kupita eh. Sasa makosa yake ambayo aliweza kumpeleka jela au gerezani yalikuwa ni masuala mazima ya ya silaha, masuala kumiliki silaha na vitu vingine alikuwa anahusishwa mshikaji huyu sasa Rapa huyo pia ni miongoni mwa watu mashuhuri sana kadhaa ambao pia walishaweza kusamehewa na Trump, e, siku ya Jumatano wakiwemo, e, mtu mwingine ambaye pia aliweza kusamehewa na msamaha huo uliopita wa Trump alikuwa ni mbunge wa zamani wa New York, lakini pia e, kiongozi wa chama cha wafanyakazi na wanandoa waliowahi kuweza kushiriki katika kipindi cha Runinga, e, au tunasema kuna podcast tofauti tofauti au vipindi tofauti tofauti ambavyo vilikuwa vinaendelea katika TV za ambazo zinapatikana huko nchini Marekani wameweza kusamehewa na wako huru kwa sasa. Sasa Young Boy baada ya kutoka eh, huko gerezani kutokana na msamaha kutokea kwa rais, aliweza kushukuru na alisema kwamba ningependa kumshukuru Rais Trump kwa kunisamehe na kunipa nafasi ya kuendelea eh, kujijenga kama mwanaume, kama baba na kama msanii. Aliweza kuyasema Young Boy ambaye bwana jina lake halisi anafahamika kwa jina la Kentrell Golden, eh, katika taarifa ambayo pia aliweza kuiweka katika mtandao wake wa kijamii. Sasa msamaha wa, wa, wa Young Boy pia uliweza kuthibitishwa ya Jumatano jioni eh, na maafisa wawili wa ikulu ya White House ambao pia walikuwa wameweza kukubali mazungumzo kwa masharti ya kuto kutajwa majina yao ili kuelezea hatua ambazo bado eh, hazikuwa eh, zimeweza kutangazwa eh, wana rasmi kwa umma mshikaji, kaza kusamehewa na mambo mengine yanaweza tu kuendelea, au sio bana? Sasa mnamo mwaka 2024 Young Boy aliweza kuhukumiwa eh, na jaji wa shirikisho huku eh, huko uta eh, baada ya kuweza kukiri kuwa alikuwa na silaha licha ya kuwa tayari ni mhalifu aliyekwisha kuhukumiwa. Sasa alifika makubaliano ambayo e, yaliweza kulazimisha mashtaka ya jimbo la Utah e, dhidi yake na kuweza kusuluhisha seti mbili za mashtaka ya shirikisho. Moja ilibeba kifungo cha miezi 23 na nyingine ilihusisha e, ili, ili kipindi cha majaribio kwa miaka mitano pamoja na faini ya dola e, laki mbili ambazo alitakiwa kulipa mshikaji huyu. Sasa Young Boy aliweza kuachiliwa kutoka gerezani e, na, e, katika shirikisho Machi na kuweza e, kuwekwa chini ya kifungo e, cha nyumbani mara baada ya kuweza kupewa e, punguzo kwa muda aliyokuwa tayari ameshakwisha kuutumikia. Sasa kwa mujibu wa ma, mawakili wake, Drew Filing ni mmoja kati ya mawakili ambao pia walikuwa namsimamia. Kwa kuwa kifungo cha nyumbani kilikamilika mwezi uliopita, msamaha huu unamaanisha kwamba hata lazimika tena kufuata masharti ya kipindi cha majaribio, ikiwemo vipimo vya dawa za kulevya, aliweza kusema wakili wake na kuweza kufung